asirire omoroki wa Barack Thomas oywo ore naekewa gyo korose echinyomba ase asorokiri ekeuki haye kare omoke koreng'ana na, na sakarionde seni gobono agochi gosomia omwana oyo ase sukuru yorimbik erinde achigoikerania endoto yaye ya na koba omoenginia bwechinyomba ase boigo ali eira yogochi komosira ikegoikera obokoreri bwaye gose soma aye ase yasecendari etonyora orobotierwe ase enchera yoobwinge enachire ase enyomba yam yabo omwana okoraku ng'a thomas thomas oyo uh, etwanyora abwate ekewa agotarinchera akorosi chinyomba chidesign osokanachirochio ooni oh, erinde kwerige ri efees uh,

nabio bikoba advocated gose nabio mono mono curriculum eh, eh, enya eh, ya CBC er yaroseretiwe erinde kero omwana obuya bwaye bororekane ase nyasaye mosiseneti so mwana oyo kero ngoriga eriria enyomba e yaye eye ngogeti eh, sana because iga naro sitisiko iga naroseti mpaka chistep ase ogoseere gochinyomba iga iga

atari comfortable arocha ng'aetalanta yaetere aikerane muna ere endoto yaetere aikera na igo namwaire ribaga yoko komosomi ase esukuru ya olympic bosa akore grade nine naende mobwate okoboko kogenda gochia secondary ekoera ase aserwete emazingira aserwete okonyara kwaba bori baye igokorogoke